ishi na mchungaji maarufu wa Kisikoti George MacDonald aliwahi kuandika miaka ya elfu moja na mia nane wakati mtu anabishana ili kushinda badala ya kutafuta ukweli anaweza kuwa na uhakika wa kuwa na mshirika mmoja na huyo ni shetani sasa hivi tunawaona wapinzani wa Yesu wakianzisha mashambulizi na hawana nia ya kutafuta ukweli wao wao wanajali tu kushinda na na unaweza kuwa na uhakika kwamba mshirika wao ni shetani mwenyewe. Sasa Yesu yuko siku chache tu kabla ya kusulubiwa na anajua hilo. Aliingia Yerusalemu siku ya Jumapili, halafu Jumatatu tukamwona akiwafukuza tena wale wafanyabiashara na wabadili fedha kutoka hekaluni. Na sasa ni asubuhi ya, ya Jumanne na Yesu amerudi kufundisha hapa hekaluni. Hii inaashiria mwanzo wa siku ndefu kidogo na kutakuwa na changamoto kadhaa kutoka kwa viongozi wa kidini nataka kufuata simulizi la Madhayo kuhusu siku hii, hapa katika sura ya ishirini na moja na mstari ishirini na tatu: Alipoingia hekaluni, wakuu wa makuhani na wazee wa watu walimjia alipokuwa akifundisha, na kusema, kwa mamlaka gani unafanya mambo haya, na nani aliyekupa mamlaka hii? Sasa wamekasirika tu kwamba anafundisha, kwa hiyo wanataka kujua sifa zake. Wanataka kuona kama ana leseni ya udereva. Basi simulizi sambamba katika Marko na Luka zinaongeza kwamba waandishi pia walikuwepo pamoja na wazee na wakuu wa makuhani. Sasa makundi haya matatu, wakuu wa makuhani, waandishi na wazee, wanaunda baraza la Wayahudi la sabini linalojulikana kama Sanhedrini. Hilo ndilo mahakama kuu ya Israeli. Kwa hiyo huyu si askari mmoja tu hapa, bali ni mfumo mzima wa mahakama unamfuatilia Yesu, wakitaka kuona nyaraka zake. Kwa namna fulani, basi wakuu wa makuhani walikuwa miongoni mwa kundi la Masadukayo na waandishi, wengi wao walikuwa Mafarisayo. Wazee walikuwa viongozi wa makabila na wengi wao walihudumu katika ukuhani. Hivyo hawa wawakilishi wa Sanhedrini wanamjia Yesu na kimsingi, wanamwomba aonyeshe leseni yake ya udereva kwa mfano nani aliyekupa haki unajua ya kuzunguka katika eneo la hekalu ukifanya unachotaka kufanya? Sasa swali lao eh, ni la msingi kabisa. Viongozi wa taifa la Wayahudi walikuwa na jukumu la kuhakikisha walimu wa uongo hawapati nafasi kwa mfano barabarani. Wao wanajaribu kumkamata Yesu hapa na sasa wanajaribu kumweka kwenye kona isiyo na njia ya kutokea kwa mfano kwa sababu wanataka amwache kuendesha na wanataka kuchukua funguo. Sasa wanajua kwamba hakuwahi kusoma chini ya marabi wanaoheshimika, kwa hiyo hana unajua, vyeti kutoka kwenye seminari yoyote ya hapa. Na kama Yesu angesema mimi nimepewa mamlaka na Mungu, basi wangeweza kumshutumu kwa kukufuru, kwa kudai anazungumza kwa niaba ya Mungu. Sasa Yesu anajua kabisa kwamba wanajaribu kumtega, kwa hiyo anawageuzia haraka swali hilo hapa kwenye mstari huu ishirini na nne, Yesu anasema "Nitawauliza swali moja, na mkiniambia jibu lake, basi mimi pia nitawaambia kwa mamlaka gani nafanya mambo haya." Kwa maneno mengine, mkijibu swali langu, nami nitajibu swali lenu. Hili hapa: ubatizo wa Yohana ulitoka wapi? Je, kutoka mbinguni au kutoka kwa wanadamu? Sasa shinikizo limehamia kwao. Unaona, Nabii Yohana Mbatizaji hakuwa ameungwa mkono na viongozi hawa pia, lakini watu walimtambua kama nabii wa kweli kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kama viongozi wakikataa huduma ya kinabii ya Yohana, basi hilo litawakasirisha umati wa watu. Lakini kama wakimkiri Yohana kuwa nabii wa kweli wa Mungu, watakuwa wanakiri hatia yao wenyewe, kwa sababu waliukataa ujumbe wake na pia wanamkataa Yesu ambaye alitambulishwa na Yohana Mbatizaji kama Masihi. Kwa hiyo kama tunavyosema huku kusini, hawa viongozi wa kidini wamekwama wa pabaya. Kwa hiyo wanakusanyika hapa kwenye mstari wa 25, unajua, ili kujadiliana, tukisema mamlaka yake yalitoka mbinguni, Yesu atatuuliza mbona basi hamkumwamini? Lakini tukisema yalitoka kwa wanadamu, tunaogopa umati wa watu kwa sababu wote wanamchukulia Yohana kuwa nabii. Basi viongozi wanatoka kwenye lile jopo lao dogo na wanamwambia Yesu hapa kwenye mstari wa 27, hatujui. Kweli walipaswa kujua, na ukweli ni kwamba walijua, na pia walijua ni nani aliyempa Yesu nguvu. Hawakutaka tu kuachana na mila zao na dhambi zao na mamlaka yao na heshima yao na kumruhusu Yesu atawale maisha yao lakini pamoja na hayo Yesu anakataa kujibu swali lao, na anajua hawana nia ya kujua ukweli hata hivyo. Lakini sasa Yesu haachi hapo. Sasa anatoa mifano mitatu ambayo yote inahusiana na viongozi wa kidini kumkataa yeye. Mfano wa kwanza unaanza hapa kwenye mstari wa ishirini na nane. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili, akamwendea wa kwanza akamwambia, mwanangu, nenda ukafanye kazi kwenye shamba la mizabibu leo naye akajibu, siendi, lakini baadaye akabadili mawazo na akaenda. Akamwendea mwana wa pili na akamwambia vivyo hivyo, naye akajibu, nitaenda bwana, lakini hakuenda. Sasa Yesu anapowauliza umati, ni yupi kati ya hawa wana wawili aliyetimiza mapenzi ya baba yake, wasikilizaji, unajua wanatoa jibu lililo wazi hapa kwenye mstari wa 31. Mwana wa kwanza alikataa mwanzoni, lakini alijutia maneno yake na kisha akafanya kile baba yake alichomwomba yule mwingine mwana wa pili aliahidi kutii lakini hakutekeleza ahadi yake. Sasa, iwapo viongozi wa kidini hawakuelewa ujumbe, Yesu anawaambia hapa kwenye mstari wa thelathini na moja, amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanaingia katika ufalme wa Mungu kabla yenu. Lohini, hii ni lawama nzito sana. Aina mbili za watu waliokuwa wakichukuliwa kuwa wakichukuli wenye dhambi zaidi katika Israeli yote walikuwa watoza ushuru na makahaba, na Yesu anasema hapa kwamba wao wanaingia katika ufalme kabla ya makuhani wakuu, waandishi na wazee. Kisha anaendelea sasa kwenye mstari wa 32 kueleza sababu: kwa maana Yohana alikuja kwenu katika njia ya haki, nanyi hamkumwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini na na hata mlipoona hayo hamkubadili nia zenu na kuwaamini wao. Basi maana yake iko wazi, watoza ushuru na makahaba wanakiri dhambi zao na kuamini injili ya masia iliyohubiriwa na Yohana Mbatizaji. Lakini lakini viongozi wa kidini Yesu anawaambia nini? Hamkufikiri kuwa mna kitu cha kutubu? Nini? Nini? si wenye dhambi. Ninyi ni wenye haki. Sasa ngoja ni kuambie, viongozi wa kidini watazidi kuwa wakali na wenye uhasama zaidi katika kumshambulia Yesu, kwa sababu Yesu anazidi kuwa wazi na anawashitaki zaidi kwa kuwafichua. Unaona, kuna watu wengi sana mitaani leo wanaofikiri kwamba Yesu alikuwa mtu mpole na mnyenyekevu asiye na nguvu ambaye hakuweza kujitetea na kila mtu alimkandamiza. Lakini hawajasoma sana katika simulizi za Injili sivyo? Wapendwa, Yesu atawaambia ukweli kwa ujasiri na kwa nguvu kiasi kwamba atawafanya wafanye kile anachotaka wafanye hapa na hicho ni kumtundika msalabani. Kama Yesu angeenda kwenye taasisi ya kawaida ya kidini leo nao wangependa kumuua vile vile. Hii ni kwa sababu Yesu anaweka wazi kabisa kwamba ibada ya kidini haiwezi kulinganishwa na imani ya kweli. Desturi za kidini hazilingani na wokovu. Kanisa fulani, kanisa kuu, msikiti, au hekalu siyo mlango wa kuingia mbinguni. Kwa kweli inaweza kabisa kuwa mlango wa kuingia motoni. Na Yesu anaonyesha mamlaka ya kweli ya kiroho anapowakemea hawa viongozi wa kidini hapa hapa hapa kwenye eneo la hekalu. Walimuuliza maswali kuhusu mamlaka yake wakati walipaswa kunyenyekea chini ya mamlaka hiyo. Walimhukumu wakati walipaswa kutambua kwamba siku moja yeye ndiye atakayekuwa hakimu wao wa milele. Hivyo basi, tujifunze kutokana na hili, wapendwa. Ikiwa kweli tunawapenda watu waliopotea, tusipunguze nguvu ya Injili, tuwasemee ukweli. Kama nyumba ya jirani yako ingekuwa inawaka moto usiku wa manane leo, usingekaa tu ndani kwako na kuamua kwamba itakuwa siyo vizuri, unajua kwenda kuamsha. Zaidi ya hayo, wanahitaji kupumzika vizuri usiku, unajua watalazimika kukimbia nje wakiwa wamevaa nguo za kulalia, na hilo linaweza kuwa aibu kidogo. Hapana! Kwa sababu unawajali, utaenda pale na kubisha mlango wao, labda hata kuvunja na kuwaonya watoke nje, wakati bado wana muda. Vivyo hivyo, jambo la upendo zaidi ni kuambia wengine kuhusu dhambi na hukumu inayokuja. Haya ni mambo ya kweli ambayo yatawaokoa watu ambao Mungu amewaweka kwenye mkondo wa maisha yako. Hebu tuwe na ujasiri kama Yesu alivyokuwa, anawaambia ukweli